Ii mmetuletea heshima kwenye kata yetu ya Hamugembe. Wale mnaokumbuka tulikuwa na Hamugembe Boys, Hamugembe Boys, Hamugembe Boys ilishaenda mpaka, mpaka daraja la tatu. Sasa naona dalili za kurudi Hamugembe Boys mogizi, lakini mniruhusu niwapongeze wachezaji Team, team manager, kocha wote kwa ujumla, mimi niwapongeze sana sana sana kwa sababu mmejitoa, wakati mwingine kwenye hali ngumu sana. Mnajua uendeshaji wa timu sio kazi ya mchezo. Wale ambao wamejaribu kuendesha mmeona. Kwanza ndo maana nikasema tuwanze kwa kumshukuru Mungu kwa maana ametutendea miujiza. Kuendesha timu kwa siku moja, mtu akuletee bii utasema mtu aliahena tuta zoezi, maji ya kunywa, kiatu kimechanika, hana soksi, hana protekta ile, hana yani, kuna mambo mengi, hata usafiri wenyewe hana. Unakumbuka, si tuliokuwa tunaenda Umwani tulivyokuwa tunafanya? Kwa hiyo tuna, mimi kikubwa zaidi ni kuwapongeza wachezaji kwa kuleta heshima kwenye kata yetu, lakini pili kuwatia moyo kwamba mimi nikiri wazi wazi kwamba niliwasahau muda mrefu na niliwatelekeza muda mrefu, lakini mlijua kipindi tulichokuwa nacho ni English na hesabu. Sisi wakati ule tunasoma, mwalimu wa English akiingia, unadhani sasa kaja kupiga viboko, au wakati mwingine tunatoka. Ndo kipindi nilichokuwemo, lakini sasa ni waahidi tarehe 29 mmeshasema kuchiki kwa Mama Samia, kwa Mtasingwa na, na kwa Katwamba ni waahidi kwamba tutakuwa bega kwa bega, na mimi najua kwamba ni mwanamichezo, sijawahi kuwatelekeza. Kama kipindi hiki ni kwa sababu ya shughuli za kisiasa hizi, lakini niahidi kwamba tutakuwa wote kuanzia baada ya uchaguzi mpaka hapo utakapokuwa mnahitaji msaada wangu. Amesema mfadhili hapa ukisema kwamba nitawezesha kajitu fulani hata laki moja, najua iwezi hata kwa siku kwasigolini, lakini tushirikiane kwenda kwa wadau, tumuombe mtu mwenye mia elfu moja, laki moja, tuweze kuona tutasonga, tutafika sehemu gani? Kwa sababu na mchezaji wakati mwingine anatembea kutoka kaororo kwa mguu, huo naweza kwenda. Kwa hiyo tuvae uhusika, tuone ni namna gani tutafanya, tushirikishane kwa sababu mimi nikisema na mfadhili au naweza kuwa lioko hapa kusema tutaweza, hapana. Lakini tukishirikishwa tukashirikiana, tunaweza kupiga hatua kubwa, ambapo Amgembe tunaweza kuleta au kuongeza historia na kuwa tishio. Zamani Amgembe alikuwa tishio kweli, alikuwa tishio, kukutana na Amgembe si tulikuwa tunaenda kutusajili mpaka kugandika marufu tena unaenda nafungu kabisa hapo lakini sasa hivi, ah kwa kweli mi ndo maana nikasema Mungu, ametuz, ametuvu, ametubarisha nguo kwa maana ya timu yetu kuona inapigana yani kwa moyo bila chochote na kuleta kombe kubwa la namna hii ni heshima kubwa sana. Ongeze kocha kwa kweli, kocha mdogo sana sana sana sana, ni, <tipenzi> ni mpenzi wa michezo, sio mpenzi tu yani, inatoka rohoni michezo kwake Jacob, yani iko rohoni. Kwa hiyo mimi nisiwachoshe, mimi kama alivyo alivyosema, mimi kikubwa naomba tushirikiane na niseme tu, na mimi nitoe ahadi, maana nilikuwa sijaja kikamilifu kwamba Jumatatu naomba aje achukue laki moja ne uh... <coughs> lakini kwa leo niache angalau 2020 kwalelo liachangalao l one uh... ina, ina, Kubwa vijana, ni ni kubwa vijana, ni wapongeze. Ikawa sikuiona timu hapa kwa hujuma, nimeona captain wengine wako kule. Kwa kweli ningefurahi ningewapa mkono, yani niwashike mkono, menda mna mkono wangu na mara, na baada ya wageni rasmi ambao